Hello. Ninashukuru tena Mungu ametupatia nafasi nyingine tena ya kujifunza mambo yanayohusu maisha yetu kwa ujumla. Na leo ninakuletea sababu kumi zinazokusababisha uweze kukwama kwenye maisha yako. Kwanza, sababu namba moja kabisa, unazungukwa na watu wasio sahihi. Yaani, unazungukwa na watu wasio sahihi kabisa katika maisha yako kwa sababu Biblia inatuambia katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 fungu la 33, anasema usidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Hivyo watu unaozungukwa na nao kwenye maisha yako ya kila siku, wana nguvu ambayo inaweza ikakupatia maisha chanya au maisha hasi. Ukizungukwa na watu wajinga wanne, wewe ni mjinga watano. Ukizungukwa na watu matajiri wa nne, wewe ni tajiri wa tano. Kimsingi, watu wana influence kubwa kwenye maisha yako, na hivyo unapotumia muda wako mwingi na watu ambao hawakusaidii kukua kiroho, hawakusaidii kukua kihisia, hawakusaidii kukua kijamii, hawakusaidii kukua katika kiuchumi, hawakusaidii kukua katika eneo lako la kifamilia, kuwa kwa ujumla, hivyo hiyo ikawa ni sababu kubwa ya wewe kupata vikwazo katika maisha yako. Katika Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Leoboa ambaye alikuwa ni mwana wa Sulemani. Yeye alipoteza sehemu yake kubwa ambayo ilikuwa ni sehemu kubwa ya maisha yake, ambapo alipoteza nafasi ya ufalme kwa sababu alikuwa na rafiki ambaye alimfundisha mambo ya kitamaa za kivijana, na hivyo akamfanya akapoteza nafasi iliyo kubwa. Ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya kumi na mbili na lile fungu la kwanza mpaka la kumi na tisa. Na hivyo ninakutia moyo, tafuta watu sahihi watu watakao kuhimiza kukua kiroho, watu watakao kuhimiza kukua kijamii, watu watakao kuhimiza kukua katika maendeleo yako binafsi. Lakini sababu ya pili ambayo inakufanya uweze kukwama na kupata vikwazo vya maisha yako ni kwamba umeshikilia machungu, umeshikilia makwazo, umeshikilia maumivu, umeshikilia visasi, umeshikilia na zamani zilizo mbaya, yaani umeshikilia vinyongo na umeshikilia maumivu ya kale. Biblia inasema hivi katika Luka 6 fungu la 37, nasema msamee, nani mtasamehewa. Kwa sababu kushikilia vinyongo na maumivu ya kale ya zamani, kushikilia mambo mabaya mabaya yaliyo yalitokea zamani yanakupelekea uweze kutoendelea na kusonga mbele. Kwa sababu katika mfano wa Biblia kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu ambaye yeye aliumizwa zamani aliumizwa na ndugu zake, aliumizwa na watu wa karibu na yeye, na kile ya kuweza kushikilia aliwasamee ndugu zake waliomsaliti, na hiyo ilimruhusu Yusufu kuendelea kusonga mbele kwa maisha yake ya kila siku, na alitoa mzigo mkubwa wa vinyongo. Lakini hapo utaendelea kujifunza ya kwamba msamaha unakupatia nguvu wewe ya kusonga mbele. Unapomkatalia mtu kumsamee, sio kwamba umemhoji, kwamba unaweza kadhani umemzuia No, wewe mwenyewe umejizuia kukua kihisia. Kwa hiyo achia. Lakini sababu nyingine inayosababisha uendelee kukwama kwenye maisha yako ni kwamba haujifunzi kutokana na mambo yaliyopita ya, mambo makosa yako, haujifunzi kutokana na makosa yako ya zamani, kwa sababu kuendelea kuishi katika makosa yako na zamani zako za kale kunaendelea kukuendelea kukudidimiza chini, na Biblia inatuambia hivi mwenye hekima husikiliza na kuongeza maarifa. Hiyo ni Mithali moja fungu la tano nasema mwenye hekima husikiliza na kuongeza maarifa. Kwa hiyo mtu ambaye anashindwa kujifunza kutokana na makosa yake, jana alijifunza, alifanya biashara hii akaanguka, lakini alianguka kwa sababu labda ya uvivu, alianguka kwa sababu maybe ajue elimu vizuri ya fedha, alianguka kwa sababu maybe aliingia uh, kwa pupa, hajifunzi kutokana na makosa. Unaweza ukawa umefeli mahusiano yako kwa sababu labda ya mahusiano yako we mwenyewe, ya sababu zako we binafsi mwenyewe za, labda ulikuwa na haraka sana, au hauna tabia nzuri ambayo ilifanya we na mwenzi wako mkaweza mka kupata athari za hayo mahusiano. Kwa hiyo, unapojifunza kutokana na makosa unaendelea kukua, lakini usipojifunza kutokana na makosa yaliyopita inakufanya unaendelea kubaki palepale. Kwa mfano Mfalme Sauli alipoteza nafasi yake ya kuwa mfalme kwa sababu hakujifunza kutokana na makosa. Ukisoma Samueli wa kwanza ile sura ya kumi na tano utagundua ya kwamba makosa yale yale ambayo Sauli alikuwa akiyafanya aliendelea kuyaishi. Kwa hiyo unapoendelea kukosa, lakini hujifunzi, hakukufanya kuendelea kukua. Na ndio maana Waswahili wakatengeneza msemo ya kwamba kosa si kosa, kurudia kosa ndio kosa. Lakini sababu nyingine ambayo inakufanya usiweze kukua ikawa ni sababu ya kufanya kuwa na kikwazo na kukwama kwenye maisha yako ni kwa sababu hauchukui hauchukui hatua, na hivyo umekuwa na hofu ya kuchukua hatua, yaani umekuwa na uoga wa kuchukua hatua. Biblia inatuambia katika wa Timotheo wa pili sura ya kwanza fungu la saba nasema, kwa maana Mungu hakutupatia roho ya oga bali roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo hofu inayokuzuia ujue, ni sababu kubwa ambayo inakufanya wewe usiende, usisogee mbele. Kwa hiyo usiogope kuchukua uh, hatua, usiogope kuchukua uh, mbio, usiogope kuchukua, usiogope kuanza, usiogope kufanya, usiogope kutenda, usiogope jambo lolote. Hofu napatakiwa kabisa, usi entertain kwenye, kwenye moyo wako, kwa sababu hiyo inakufanya kutoendelea. Wana wa Israeli walikwama miaka arbaini jangwani, wakijiona kama wee wenye ni mapanzi, wakijiona kama wenyeni ni wadogo, wakijiona kama, we, wawo, ni wezi, wakijiona kama vile wakiogopa. Yani, wanaogopa kabisa wanahofu kabisa. Na wakaata sa nyingine katika Hesabu kumi natatu na ile Hesabu kumi nne wanajiona kabisa wao ni panzi, wanajiona kabisa wao ni wadogo, na hiyo ikawafanya ikawa ni kikwazo chao cha wao kufika jangwani, moja ya kikwazo chao. Lakini sababu nyingine ambayo inakufanya usiwe na kuendelea na ikakupa kikwazo cha maisha yako, una mwenzi asiye sahihi au mshirika asiye sahihi. Kwa lugha nzuri ya Kiingereza tunasema you have wrong partner, yani mshirika au mbia au mwenzi asiye sahihi, kwa sababu Biblia inasema hivi katika Amosi 3:3 inasema: Je, wawili wanaweza kutembea wasipopatana? Sasa ashume mshirika wako au mwenzi wako anasema kushoto, wewe unasema kulia. Ndiyo, hii hapa inatuambia Amosi kwamba ili wafanikiwe lazima wapatane, ili wafanikiwe lazima waende pamoja. Hata wengine wanasema, wa ndege wenye manyoya ya kufanana wanaruka kwa pamoja. Kwa hiyo ukiwa na mwenzi ambaye afanani na wewe katika kimtazamo, afanani na wewe kimtazamo za kihisia, afanani na wewe kimtazamo za kiakili, afanani na wewe katika mtazamo wa kiuchumi, afanani na wewe katika mtazamo ambao ni wa kijamii kwa jumla. Uh, vipi mnatazamaje kuhusiana na mambo ya, ki, ya kiuchumi? Je, mnaubia mna uhibia um, ulio sawa? Kwa sababu kuna wenzi ambao wanamtazamo mwingine na wao wanamtazamo mwingine. Samson alikuwa na mwenzi ambaye ni Delila. Samson anamtazamo wa mapenzi, Delila anamtazamo wa kupata pesa, Delila anamtazamo wa kupata fame, Samson anamtazamo wa mapenzi ya dhati, na hivyo kwa sababu hiyo ikawapelekea Waamuzi 16 Samson na Delila kwa sababu hawakuwa wako sawa, wana mtazamo sawa mwingine, anaumia wakati mwingine anafaidika. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kukwamisha. Ukiona mtu asiye sahihi, anaweza kukwamisha usifikie kile ambacho kinaweza kikakuu kupatia ushindi katika maisha yako. Lakini sababu nyingine ambayo inakufanya ukwame ni kwamba unasubiri mwokozi, unasubiri mtu fulani akusaidie, unategemea mtu fulani. Sababu ni kwamba you are waiting for a savior, yaani wewe unategemea kuna mtu ambaye anaweza kuja kuwa mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu watu wengi hawapigi hatua kwenye maisha yao kwa sababu anasubiri anasubiri sponsa anasubiri mtu fulani atokee. Sikiliza, maisha yako ni maisha yako. Yanahitaji juhudi zako binafsi. Saa nyingine unahitaji uweze kusimamia mwenyewe maisha yako. Kuna mtu mmoja kwenye Yohana tano fungu la kwanza mpaka la tisa alishindwa kusonga, na Yesu akamkuta pale anamuumbiza, unataka kuwa mzima? Yeye anasema mimi sina mtu Yaani, ina maana yeye badala ya kufocus na uponyaji wake yanaanza kuwaza mimi sina mtu, mimi sina mtu, jamani, sina mtu wa kuniona, sina mtu wa kunipenda, sina mtu wa kunidhamini, sina mtu wa kunipa mtaji, sina mtu wa kunithaminisha. Yaani, jamani, usisubiri kuwa na mtu, we mwenyewe kuwa mtu. Amen. Sababu nyingine unayofanya unaendelea kukwama kwenye maisha yako unajishughulisha na una tabia zinazokutoa nje ya njia, hiyo ni sababu nyingine yani, tabia kama uvivu, kutazama uh, TV au simu kwa mda kunaozidi kwa mda usio na kiasi, na tena sio productive. Yani una, unaangalia tu yani unaingia tu kwenye mtandao uangalie tu mbea, unashinda hapo masaa mawili, tabia ambazo zina kufanya uendelee kudumaza. Muda mwingine ni hata unaweza ukawa tumekaa pasipo kufanya kazi jambo lolote kwa sababu mtu kwa mfano, badala ya usome kitabu ambacho kitakupatia maarifa, usikilize podcast, usikilize YouTube ambazo zitakupatia maarifa kama hivi, mtu unaweza ukakuta unaangalia uh, vitu ambavyo kimsingi wewe mwenyewe hata wewe mwenyewe tu unaweza ukasema hiki hakina faida kwangu. Kwa sababu Mithali kumi, fungu la 18, Biblia inasema, uh, kwa uvivu kizingiti huanguka na kwa mkono mlegevu nyumba na vivu wa utakiwi na suluhisho ni panga mda wako vizuri. Hata kama unaingia kwenye mitandao ingia intentionally. Yani ingia kabisa, unajua ninaingia kwenye mtandao, taenda kumsikiliza Pasta Mabamba dakika moja, nitaenda kumsikiliza Pasta Mabamba dakika tano, nitaenda kumsikiliza Pasta Mabamba nusu saa, nikitoka hapo nitaenda kufanya kitu, nitaangalia makala fulani wakati fulani. Kwa hiyo unakuwa kabisa, unaingia una kwa mtandao kwa makusudi lakini pia Biblia inatuambia katika Yakobo mbili fungu la kumi na saba inatuambia, imani isiyokuwa na matendo imekufa katika nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo usiishie tu kusema ah, mimi nitakuwa milionea, mimi nitakuwa mtakatifu, ah, mimi nitakuwa mme bora. No, anza kutenda, anza kutenda nao. Usitamani kufanya mambo makubwa, anza kidogo kidogo, kwa hatua ndogo na hatimaye itazaa tabia, tabia itazaa msimamo, itazaa itikadi, itakuwa ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo jifunze kutokusema sema sana, pia kuwa mtendaji. Unaposema, maneno yako yaambatane na matendo yako. Lakini sababu nyingine inayokufanya unashindwa na unakwama kimaisha aa, ni sababu ambayo ni kwamba unajitenga na wengine unajitenga na wengine kwa sababu baraka zako saa nyingine zipo kwa sababu ya watu wengine ambao wanakuzunguka kwa hiyo kujitenga na watu wengine hakujawahi kuleta pia ushindi kwa sababu kuna mtu kwenye biblia anaitwa naamani kwenye wafalme wa pili sura ya tano na lile fungu la kwanza mpaka la kumi na nne naamani aliweza kumsikiliza mjakazi wake na akaweza kuwa pamoja na mjakazi wake akamsikiliza vizuri kwa umakini na ndipo akapata muujiza wake kwa hiyo huenda sa nyingine muujiza wako upo kwenye baraka kutokana na mtu ambaye unahusiana naye kwa namna moja nyingine. Sikiliza wadogo, sikiliza wakubwa, sikiliza wasomi, sikiliza ambao sio wasomi, sikiliza wafanyabiashara, sikiliza wanasiasa. Usijitenge, usijitenge, usijione wewe ni so special. Naamani alikuwa anapendwa na kiongozi wake wa nchi, lakini Naamani aliweza kusaidiwa na mjakazi wake, na kimsingi wajakazi wa Naamani walimsaidia sana Naamani, ukisoma kwa muda wako hicho kisa. Na hapo itaweza kukupatia ushindi hata pia Uh, Ruth alifanikiwa sana alipokutana na Boaz. Kwa hiyo Ruth yakukaa tu nyumbani akisubiri kwamba atapata chakula nyumbani maana itashuka kama Mungu ambavyo huwa anafanya, lakini kwa ku ondoka Rusia, akaenda kujichanganya huko, akakutana na mume ambaye alibadilisha historia ya maisha yako. Kwa hiyo usijitenge, we dada. Sasa nyingine, unakwama kwenye mahusiano kwa sababu umefunga milango. Unaonekana kama una mchumba na huko hata una mchumba, unaonekana kama umeolewa na huko hata hauna, una mume, unaonekana kama una mke kumbe hata hauna hata mahusiano. Kwa hiyo usijitenge, jichanganya na watu, shirikiana na watu. Unaonekana kama una hela kumbe hauna hela. Usijitenge na watu, kajichanganye na watu, itakusaidia kukua. Lakini sababu nyingine inayokufanya ukwame, unakuwa unafikiria sana na kujipa visingizio. Kwa mfano katika kitabu cha Kutoka sura ya nne fungu la kumi mpaka la kumi na nne utagundua Musa alitaka kukwepa wito aliyokuwa nao ambao umemuheshimisha mpaka leo duniani kwa sababu ya kujipa visingizio, o mimi siwezi ile lugha vizuri, au o mimi sijui, mtume mtu mwingine, ndivyo hivyo. Unapojipatia visingizio, mimi sio bora, mimi sifai, mimi sina elimu, mimi sina ujuzi, mimi sijui familia yangu, usijipe visingizio. hiyo inaweza ikakusababisha ukaendelea kuwa duni. Kwa hiyo usijipatie visingizio kwa namna yoyote, wala usifikirie sana, hata waswahili wakasema, ukimchunguza sana bata huwezi kumla. Kwa hiyo kuna watu wengine wanakwama na wanakutana na vikwazo kwa sababu wana overthink. Na ninakutia moyo, Mungu ni mshindi katika vikwazo vyote. Achilia vikwazo hivi na Mungu atakupatia njia ya ushindi. Ningependa pia kujifunza kutoka kwako kwa. Je, kuna sababu nyingine ambayo unadhani ni kikwazo au kuzoefu mwingine ambao unaweza ukatuambia kwa kina zaidi katika yale ambayo nimeyasema ili pia na sisi tukaendelea kujifunza na kubarikiwa kutoka kwako kwa. Kuna ushindi katika wewe, kuna ushindi katika Mungu ndani yako. Mungu na akubariki.